Tuanze kubuni namna ya kupata mwekezaji, very strategic investor. tukajenge bandari Tanga mahususi kwa ajili ya biashara ya kufaulisha mizigo na mheshimiwa mwenyekiti tukijenga bandari hii, bandari yetu hii itakubana na ushindani wa maeneo mawili tu. Ya kwanza itakuwa ni bandari hii ya Salala, lakini ya pili itakuwa bandari ya Djibouti. Ukienda ushindani kwenye bandari ya Salala haitatusumbua sana, pamoja na kama ina advantage nyingi, kwa advantage ya kuwa karibu na bahari ya Shamu, kwa kuwa karibu na masoko ya Amerika na Ulaya lakini wako mbali sana na route ya Cape of Good Hope, ambapo sisi bandari zetu kwa jiografia yetu ziko karibu. Lakini ushindani wa pili inawezekana kwa bandari ya Djibouti hawezi kuwa mkubwa kwa kwa sababu bandari ya Djibouti sasa hivi haina mwekezaji baada ya DP World kuondoka, lakini pia inahudumia meli chache. Wastani wake ni meli laki tatu na hamsini kwa mwaka. Mtu pekee ambaye ni tishio kwetu kwenye jambo hili ni nchi moja jirani hapo, sihitaji bandari yao iko karibu na sisi, jiografia yetu ni moja, location yetu ni moja. Niombe sana serikali, ni wakati sahihi tuanze kuwaza jambo hili, na mi naona eneo sahihi sana kwenye jambo hili ni eneo la Tanga. Tuna eneo la Pangani na tunalo eneo la Mwambani, yote mawili haya yanafaa kwa ajili ya ujenzi wa bandari hii kwa ajili ya kufanya kazi ya kufaulisha.